Shehe Hassan Kabeke ametoa wito huo wakati wa zoezi la ufunguzi na kukabidhi msikiti wa Jamia Taquwa Pasiansi jijini Mwanza, ambapo amesisitiza Watanzania kuidumisha amani na kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu. Tutaingia Watanzania kupiga kura kwenda kuchagua madiwani wabunge, na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Naomba sana kwa unyenyekevu tuhakikishe kwanza tunatunza amani ya nchi. Kuna maneno maneno tunaanza kuyasikia sikia kwenye mitandao, lakini jiulize huyu anayekuhamasisha wewe uende kwenye maandamano, yuko Tanzania? Yuko Kanada? Yuko Marekani? Yuko Uingereza? Yuko Japani? Yuko China? Kwa nini uvuruge amani ya nchi yako kwa maneno ya mtu ambaye hayupo Usifanye hivyo alamnu. Amani kamu, mwenyekiti wa taasisi ya Istiqama Tanzania Sheikh Nasser Ally amesema kufunguliwa kwa msikiti huo kutakuwa chachu kuimarisha amani, upendo na mshikamano. Pia ninapenda kuchukua fursa hii kuwahimiza na kuwasisitiza kwamba tudumishe umoja, ushirikiano na penzi, mshikamano. Mwenyezi Mungu atujaalie uchaguzi uishe kwa salama na tuweze kufanya kazi zetu kwa amani na upendo. Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioshiriki hafla hiyo ya ufunguzi wa msikiti huo wameeleza namna utakavyosaidia. Tumerejenga kwa mashuhudio makubwa zaidi ya kusali, kwa maana watu wanaweza kuja hapa kupata elimu, elimu ya dini na elimu ya maadili. Kijana akieneza elimu ya, ya dini hata maadili yale, akiwa hata mtoto wa kike mtoto wa kiume anakuwa na maadili ni tofauti na yule mtoto ambaye hajasoma. Na cha kuzungumzia kikubwa sana ni amani, amani na utulivu kama tulipoanzisha, amani ilipokuwepo eh? Na mpaka viongozi yote sita eh? Hii ya sita ya Samia Hassani, tunaomba kuwa utulivu na amani uendelee kama tulivyoanzisha.